Karibu Toronto. Kuna mbunge mmoja tulimpa dhamana na mimi nikiwemo, na haya nayasema kwa viongozi wenzangu, naomba mnisamehe kama mlikuwa mnijui. Mwaka elfu mbili na ishirini huyo anayegombea ubunge jimbo la Tabora mjini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, mwaka elfu mbili na ishirini aligombea ubunge jimbo la Tabora mjini kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mimi nikiwa mgombea udiwani ate ya Kiloleni kupitia ACT Wazalendo. Nilisema nasema hivi, jimbo kwanza jama. Baadaye mimi nilimpa kura yangu aliyakuwa na mbunge wa chama cha ACT Wazalendo. Naombeni mnisikilize ndugu zangu, na imani ujumbe huu utakwenda kufika kwa mwananchi yoyote aliyehudhuria katika mkutano huu, na naamini hivi vyombo vya habari, naomba msinibanie ujumbe huu ufike mbali. Leo nataka niseme na wanatabora mimi kijana wenu, kipi kilichonisukuma kugombea ubunge wa jimbo la Tabora mjini? Ndugu zanguni, nimesema mimi ni mzaliwa wa Tabora kwa hiyo Tabora naijua kuanzia chini mpaka juu. Tangu mwaka elfu mbi, elfu moja mia tisa tisini na tano mimi nikiwa mdogo naendesha maringi Tabora, hatujapata bahati ya kuwa na mbunge ambaye atasimama mbele na kutusemea wanaTabora tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano lakini tukienda tisini na tano elfu mbili elfu mbili na tano elfu mbili na kumi mpaka elfu mbili na kumi na tano jimbo la Tabora tulipata bahati ya kuwa na wabunge watatu, jimbo la Tabora mjini. Kama ni watu ambao wangekuwa na dhamira ya jimbo lao, ningesema tulikuwa tuna bahati lakini tulikuwa tuna mkosi wewe, ndugu zangu wananchi. Mwaka elfu mbili kumi na tano tulikuwa na mbunge wa viti maalumu kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, alikuwa anaitwa Hawa Mwaifunga. Mwaka elfu mbili kumi na tano tulikuwa na mbunge wa viti maalumu wa Chama cha Mapinduzi, alikuwa anaitwa Bimkubwa yule Munde Tambwe. Mwaka elfu mbili na kumi na tano tulikuwa na mbunge wa jimbo hapa Tabora mjini alikuwa anaitwa Adamson Mwakasaka. Nadhani mnatambua, tulikuwa na wabunge watatu. Hawa wabunge mwaka elfu mbili kumi na tano tulipowapa dhamana ya kwenda katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania hawakwenda kwa ajili ya wananchi wa jimbo la tabora mjini, wao walikwenda kwa maslahi yao binafsi. Na ninaomba niwasahihishe hapa, nadhani kuna watu watasema hawa si walikuwa wabunge wa viti maalum. Nataka niwaambieni, ndugu zangu, ni mbunge wa viti maalumu akiteuliwa na chama chake, akifika kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania yeye, yeah, anajulikana ni mbunge, na ndiyo maana mtambue, Mheshimiwa Rais anaweza akamteua mbunge wa viti maalumu kuwa waziri. Hamjayaona hayo? Kwa hiyo mbunge wa viti maalumu na mbunge wa jimbo tofauti yao ni ndogo sana, lakini katika utendaji kama mtu anadhamira na jimbo lake, mimi naamini bila kuangalia kale kakofia alikovishwa na chama ni lazima ahakikishe analisimamia jimbo alilotoka. Huo ulikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na tano tukaenda mpaka mwaka elfu mbili na ishirini vilevile. Tena tukaupata mkosi wa kupata wabunge wa viti wabunge katika jimbo la Tabora mjini watatu. Ingekuwa bahati ningesema bahati, lakini kwa kuwa hawakutenda kazi mi nasema ulikuwa ni mkosi. Wabunge hawa walifanya shughuli zao ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haikuwahi hata siku moja kurudi jimbo la Tabora mjini kwa umoja wao kwa ukaribu wao na kwa ubunge wao kuja kuzungumza na vijana wa jimbo la Tabora mjini kuja kuzungumza na kina mama wa jimbo la Tabora mjini kuja kuzungumza na baba zangu na watu wazima wa jimbo wa bunge la Tabora mjini hao hawa walikuwa hawana huo mpango tumekwenda mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndugu zangu ni naombeni mnisikilize kwa makini hawakurudi hawa. Kuna mbunge mmoja tulimpa dhamana na mimi nikiwemo, na haya anayasema. Kwa viongozi wenzangu, naomba mnisamehe kama mlikuwa mnijui. Mwaka elfu mbili na ishirini huyu anayegombea ubunge jimbo la tabora mjini kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi mwaka elfu mbili na ishirini aligombea ubunge jimbo la Tabora mjini kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, mimi nikiwa mgombea udiwani kata ya Kiloleni kupitia ACT Wazalendo. Nilisema nasema hivi, jimbo kwanza, chama baadaye. Mimi nilimpa kura yangu aliyakuwa na mbunge wa chama cha ACT Wazalendo. Naombeni mnisikilize ndugu zangu, ni mapenzi gani ambaye tuliomuonyesha mtu huyu? Ni kiasi gani ambacho tulichomwamini mtu huyu? na alisema miongoni mwa vitu alivyonishawishi, aliwaambia vijana wa jimbo la Tabora mjini, atawashangaa sana na atawaona hawana akili endapo wakiichagua CCM wakampeleka mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atawaona vijana wa jimbo la Tabora mjini hawana akili timamu, kwa sababu Chama cha Mapinduzi na wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mbunge wa jimbo la Tabora mjini wameshindwa kuwaletea viwanda vijana. Akawaambia vijana, mkimchagua mbunge wa chama cha mapinduzi ama rais wa chama cha mapinduzi ama diwani wa chama cha mapinduzi mtakuwa hamna akili na mtakuwa mmekosea sana. Naomba niwaulize ndugu zangu wananchi, haya aliyasema elfu mbili na ishirini akiwaambia vijana wasiichague sisi sababu haijawaletea viwanda leo, amekuja position ya upande wa pili, anadili na vijana na kina mama, anawaambia naombeni mnichague, mimi. CCM imefanya mambo makubwa jimbo la Tabora mjini, mama ameupiga mwingi, mama ana dhamira na jimbo la Tabora mjini. Vijana naomba mnichague. Naomba niwaulize vijana, huyu anayesema mumchague ameleta viwanda? Akamwambia mheshimiwa rais, ndugu mgombea naomba nikwambie, Tabora umefanya mengi, tunayo machache. Ukichaguliwa ukawa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, naomba utuletee dampo la kuwekea uchafu. Ndugu zanguni, inatia uchungu, na haya aliyasema. Anaomba dampo la kumwagia uchafu. Vijana hawana ajira, anaomba dampo la kumwagia uchafu. Vijana waliomaliza shule elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na nne hawajui hata shilingi elfu tano wanaipata wapi? Mbunge wa jimbo hili ambaye tuliyemwamini hana mpango na vijana. Leo ajira kubwa ya vijana wa jimbo la Tabora mjini ni bodaboda. Ukizichukua bodaboda na niliziona leo, bodaboda zimekuwa nyingi kuliko abiria. Leo bodaboda boda, asilimia kubwa ya vijana mnaona zile zinatembea ni za mikopo vijana ndio wameona huku ndo sehemu ya kujistiri. Anakuja mbunge anasema naomba mnirudishe bungeni nikaendeleze pale nilipoishia. Wapi alipoishia na wapi anataka kwenda kumalizia? Ndugu zangu vijana, naombeni tuamke, naombeni tubadilike. Tabora tusiwe sehemu ya kugeuzwa wanavyotaka iweje iwe. Pwani ina viwanda mia moja na mbili, Tabora hata kiwanda kimoja wamepitia na kiwanda cha nyuzi. Mimi ndugu zanguni, mkinichagua nikiwa mbunge wa jimbo mkiwa mbunge wa jimbo la Tabora Mjini, kazi itakaonipeleka jimboni ndani ya miaka miwili, nayasema haya ndani ya miaka miwili, nitahakikisha Tabora Mjini tunapata viwanda, sio hivi mnavyodanganywa. Hivi wanasema kuna kiwanda cha mbolea, hata tofali chini alijaanza. Kuna kiwanja cha tumbaku Hakuna lolote. Hivi tumbaku jamani, imeanza mwaka huu leo, wameamua kutembelea hiyo gia ili tuwape kura. Mbali na hivyo viwanda, mimi mkinichagua, Hamisi Mahanga, ninakwenda kuhakikisha tunaleta viwanda kuanzia viwili ndani ya miaka miwili. Si tuitegemea serikali, bali nitazungumza na waziri wa dhamana kuhakikisha tunapata wawekezaji waje kuwekeza jimbo la Tabora mjini, kwa sababu maeneo tunayo maji yapo. Huu ujanja ujanja mnaona maji ya kukatika, e, wanawachezeni chezeni chezen, lakini maji yapo ya kutosha na umeme upo wa kutosha. Mimi naamini nitapambana kuhakikisha jimbo la Tabora mjini tunapata viwanda viwili. Naombeni mnichague niwe mbunge wa jimbo la Tabora mjini. Dhamira yangu na kwenda kuwapambania vijana wa kike na wa kiume wapate ajira ya, ya viwanda Jimbo la Tabora mjini, nataka niegame upande wa afya. Hivi hawa wabunge wetu tuliowapa dhamana wanamlaghai kwa nini wanamlaghai Mheshimiwa Rais? Hivi kwa nini hawamwelezi ukweli kwamba kijana, ikitokea mimi hapa leo ili jukwaa likianguka, nimevunja mguu, nimevunjika mara mbili, shughuli imeisha ya kampeni, kesho mtasikia Bugando. Hivi kwa nini mtu anavunjika mguu leo, hospitali ya mkoa wa Kitete inaohudumia wilaya zote yenye wananchi milioni tatu na kidogo, mtu anavunjika mguu anapelekwa Bugando ama Benjamin Mkapa. Hivi kwa nini hawa wabunge kama walishindwa kuzungumza bungeni? Labda rais alikuwa yuko mbali. Amefika rais ambaye ni mgombea tena, hivi kwa nini wameshindwa kumweleza kwamba ndugu mgombea na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, tabora mtu akivunjika mguu au akivimba jicho anapewa rufaa ya kwenda Bugando ama Benjamin Mkapa, tunaomba utusaidie. Mi liamini watasema hayo, lakini wameshindwa kumweleza rais kwamba mtu atakucha tu ikinanii vibaya, anapelekwa Bugando. Ndugu zangu wananchi Tabora, hospitali ya rufaa tunaoita nini, shida maspesholisti, ama vile vipimo na vifaa tiba ambavyo vya kumtibu yule mgonjwa hakuna.